Wa TBS na niwapongeze sana DG mwenyekiti wa bodi pamoja na DG na consistency ya TBS, toka mwaka 75 kuanzishwa kwake imekuwa ni ya muhimu yenye tija kubwa kwa taifa, na natambua kwamba mmeshapata tuzo nyingi e, hata kuzieleza hapa ni itachukua muda mwingi, lakini ni nikieleza kwa ufupi, kuna hiyo tuzo ambayo umeipata nasema udhibiti ubora e, mmepewa na mamlaka ya Public Service Innovation Award ambayo mmeipata mmepata ya Afrika ambayo mmeonyesha kwenye clip yenu ya mwaka 2023. Mkapata cheti kingine cha kama ni cheti cha umahiri e, katika kazi hii kupitia SADCAS, lakini pia mkapata vyeti vingi vya umahiri ya mifumo ya udhibiti e, katika bara la Afrika lakini pia ukanda wetu umeendelea kupata kile cha SADC pia, hata 2024. Eh, umepata pia e, cheti cha umahili wa ubora, ambayo ni management system, lakini kwa najaribu kuangalia ni vingi kwa kweli, kwa certificate nyingi za pongezi ambazo tumezipata nyingi, na imani kubwa kwamba tutaendana na kasi ile ile, lazimu tuongeze, si unataka tuje na supersonic speed. Kwa kweli na tumekubaliana hivyo na mheshimiwa waziri. Tumeteuliwa, tumepewa kazi moja tu, ni kuleta matokeo chanya kwa ajili ya taifa letu. Kwa TBS, nyinyi ni waumini wa matokeo chanya, kwa sababu ndio maana mna hadhi na accreditation, mmepata nyingi, mna vyeti vingi, mna makombe mengi, lakini sisi tunakuja ni kuleta matokeo chanya kwa haraka ya supersonic Speed. Bila kuathiri ubora na bila kuathiri viwango, lakini kwa speed. Masuala ya vipimo kwa ujumla wake mmeeleza, na wakati nakuja hapa mmenipitisha kwenye upimaji wa vifaa vya elektroniki. Niwapongeze sana kwa mitambo mikubwa mizuri na ya kisasa kwetu. Tunampongeza mheshimiwa Rais kwa sababu ameendelea kuona umuhimu wa huu hapa nyongeza ya budget, lakini pia kwa mapato yenu nyinyi wenyewe mmeweza kujistahimili kwenye eneo fulani, na eneo jingine serikali inafanya hiyo kazi. Niwapongeze kwa kiwango kikubwa, mitambo mizuri, wataalamu wabobevu na mahili wako hapa TBS. Ongeleni sana, nimeiona mitambo.